Hiyo tunaambiwa naibu waziri wa fedha na mipango ametoa siku saba kwa mfuko wa pensheni wa PSPF kuwalipa wastaafu e, fedha zao wanazodai kwa muda mrefu bila mafanikio, ambapo serikali ilitoa kiasi cha shilingi bilioni sabini kwa ajili ya kuwalipa wastaafu hao. Naibu waziri huyo ametoa agizo hilo alipofanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa mfuko wa pensheni PSPF Adabu Maingu alipozuru ofisi hizo ili pamoja na mambo mengine kubaini sababu za wastaafu kutolipwa madai yao kwa muda mrefu. Naomba nitoe muda wa siku saba, wastaafu wote wao wamelipwa stahiki zao. Hatutuweze kuvumilia kuendelea kuona wanaendelea kuumia watu hawa, kwa sababu ni haki yao, ni jasho lao. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa PSPF Bwana Maingu amesema kuwa wanachama wengi wanaodai mwajiri wao ni serikali ambapo serikali inatakiwa kupeleka fedha kwenye mifuko huo ili uweze kuwalipa. Aidha, amesema mfuko huo umepokea kiasi cha shilingi bilioni 35 ambazo zitatumika kutoa hundi 444 kwa wastaafu kuanzia mwezi wa nne hadi mwezi wa nane, na fedha za mirathi ya watu 142 ambao wanalipwa kila mwezi. Na kifupi tumemweleza kwamba wanachama wetu wengi ni waajiriwa wa serikali, kwa serikali ndio mwajiri na mwajiri ana wajibu wa kuleta michango ili wanachama wale wanapostaafu waweze kulipwa. Sasa kwa bahati mbaya kumekuwa na changamoto, mpaka tunavyozungumza hivi sasa hatujapokea michango ya takribani miezi saba.